Habari ndugu yangu, umewahi jiuliza kwa nini watu huota ndoto wakati wa mirara? Wengine huziita ndoto za kawaida, wengine ndoto za maono, lakini leo tutaangalia upande wa kisayansi, faida za kiafya unazopata unapoota ndoto. Kaa tayari, sababu utakayoisikia leo inaweza kukufanya uone usingizi kwa jicho la upembuzi zaidi. Utakuwa nami Dr. Lucas, lakini kama wewe ni wa kwanza kufungua video hii tafadhali sana usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, ili tuendelee kuwa wa kwanza kupata kwa taarifa zetu mpya di, ambapo tunakuwa tunazi upload. Asante. Karibu sehemu ya kwanza: kuota ni ishara ya usingizi mzuri. Kitaalamu ndoto kutokana na hatua ya usingizi itwayo rapid eye movement. Wakati huu ubongo wako unakuwa hai sana, ingawa mwili wako umepumzika. Kwa hiyo ukiwa unaota ni ishara kwamba mwili wako umefika kwenye hatua ya kina zaidi ya usingizi ambayo ndiyo inayorejesha nguvu, kuondoa uchovu na kuboresha kumbukumbu kwa kumbu, maneno mengine kuota ni dalili ya usingizi bora. Sehemu ya pili. Je, unajua inaimarisha kumbukumbu na ubunifu? Wanasayansi wamegundua kuwa kuota ndoto husaidia ubongo kupanga taarifa ulizozipokea mchana kutwa. Kwa mfano, kama umejifunza kitu kipya, ndoto husaidia wako kukiweka vizuri ili usikisahau haraka. Pia ndoto huongeza ubunifu. Ndoto nyingi za wanasayansi wa nani na waandishi maarufu zimetoa mawazo makubwa duniani. Kwa hiyo kila unapoota, ubongo wako unakuwa unafanya mazoezi ya ubunifu lakini katika sehemu ya tatu, hupunguza msongo wa mawazo. Wakati unaota ubongo wako unashughulika na hisia zako za ndani kwa njia ya asili. Ni kama anakuwezesha kutuliza akili bila hata wewe kujua. Kwa hiyo mtu anayepata ndoto mara kwa mara huwa na uwezekano mdogo wa kukumbwa na stress, huzuni au wasiwasi. Huu ni mfumo wa asili wa mwili kujiponya kisaikolojia. Lakini katika sehemu ya nne, huimarisha afya ya moyo na mwili, katika kipindi cha ndoto, mapigo ya moyo hubadilika kulingana na hisia unazopitia. Hii husaidia moyo kujifunza kukabiliana na mabadiliko ya kihisia kwa urahisi. Zaidi ya hayo, kupumzika vizuri na kuota ndoto kunapunguza homoni za mfadhaiko kama cortisol, na hivyo kuimarisha kinga ya mwili. Sehemu ya tano: ndoto ni njia ya kujijua zaidi. Ndoto mara nyingi huonyesha hali ya akili yako au mambo yanayokusumbua ndani. Kama unaota mara kwa mara mambo yanayofanana, ni ishara kwamba ubongo wako unajaribu kukuambia kitu. Kujifunza kuelewa ndoto zako kunaweza kukusaidia kutambua hisia zako, maamuzi magumu, au hata malengo yako ya maisha. Kwa hiyo, ukilala usiku na ukaanza kuota, uu, siogope. Ni ubongo wako unaendelea kukutunza, kukurekebisha na kukuimarisha kiafya. Ndoto si ajabu tu, ni sehemu muhimu ya afya ya akili na mwili. Kumbuka, usingizi mzuri, ndoto nzuri, afya bora. Mimi ni Daktari Lucas, tukutane tena wakati mwingine. Asanteni.